Sisi wakatoliki tunao urithi wa imani tunayojivunia katika ule ukatoliki wetu, ambao kuna wimbo baba Dennis amesema utaimbwa. Tunajivunia ukatoliki wetu, tunao urithi wa imani lakini pia tuna urithi wa liturujia, kwa lugha ya kuazima, liturgical patrimony. Tuna urithi wa kiliturujia, namna mkatoliki anavyoimba namna anavyosali inajieleza wazi, na hilo lidumishwe, lidumishwe na kuenziwa sana. Wimbo wa mkatoliki utamtambulisha huyu ni Mkatoliki. Uwezi tu kuimba chochote chochote, tu mwamba mwamba mwamba, chochote tu. Sisi tunayo ya kwetu namna mkatoliki anavyosali anapoanza sala yake na anapomalizia sala yake, inaanza inataja nini, linapofika ombi letu sasa, tunamwomba nini Mungu? Sasa huyu utajua ni Mkatoliki, haanzi tu, huanzi tu kutaja chochote. Urithi wa kiliturujia hivi. Wanakwaya wetu nilikuwa na, na asante mlivyotuandalia vijitabu, asanteni sana, tumeshiriki wote, asante Asante, bado bado niko nje ya somo. Katika urithi, kati ya urithi tunaokuwa nao si wa Katoliki, kuna yaliyoandikwa na yasiyoandikwa. Kuna urithi wa nidhamu. Mimi nikipanga safari na kwenda kumsalimia mwashamba baba Askofu Mkuu, mtaangalia na vaeje. Ukija nyumbani kwangu ukija ni nyumbani kwangu, ukiniona niko na hesabu nguruwe kule na sugua sugua meno nguruwe, nafanya hivyo ni tofauti kabisa na ukiniona nimekwenda kwenye ofisi ya mhashamu baba askofu mkuu, nakwenda kwa nidhamu yake. Nao ni urithi, nao ni urithi. Najua huyu ni Mkatoliki anakwenda kumwona mkubwa wake. Hata huko tunakotoka leo, nakwenda kwa paroko na shida moja mbili tatu, kuna namna yake dressing code ni urithi, ni urithi. Hivi hata hapa tulipo tumetoka kila huko, tukijua tunakwenda kwenye ibada, tunakwenda kuadhimisha kumbukumbu ya mashahidi wa Pugu, lakini kuhitimisha mwaka wa Jubilei, ukajipanga vizuri, nitavaa nguo gani leo, afu ukatokea vizuri. Ni urithi huo, ni urithi na vya kudumishwa, ni vya kudumishwa. Hivyo katika hayo siwashukuru tu wanakwaya na washukuru na ninyi nyote, kila mmoja wenu aliyekuja katika vilima hivi kwa ajili ya maadhimisho haya. Tuendelee kuenzi kulinda huo urithi wa imani, na tuendelee kuenzi na, kuri, na kutunza urithi wote ambao mama kanisa mtakatifu kwa namna mbalimbali mbali, ametupatia kama kitambulisho chetu kama vinasaba vya maisha yetu Wakatoliki.